Kuna sala lolote kuhusiana na siam na ibada tunazofanya edha, kwa Kiswahili, Kiingereza, Kiarabu, Kisomali changu si kizuri sana. Na naam, ustaz Zakatul Fitr, naam. In, uh, the last Shukran. Zakatul Fitr kama tunavyojua ni ibada ambayo imefungamanishwa na kumalizika kwa Ramadhani na ulama wanasema kuna wakati bora wa kutoa na wakati ambao ni jawazi wa kutoa. Tumeruhusiwa kutoa two days from before it na preferably baada ya jua ya kuzama siku ile ya mwisho ya Ramadhan, ndio watu waweze kutoa zakat ya fitri zao. Lakini kama tunavyojua siku hizi watu hawaishi pamoja, wanafaa kutafuta mtu ambayo yako mbali, kwa hivyo Uh, 20, from the 28th day mpaka asubuhi ya siku ya Idi unaoruhusiwa kutoa. Swala la ndugu yetu ni kuwa ile asubuhi ya siku ya Eid, labda mtu ameenda itikaf ile siku tarehe moja Shawwal asubuhi, anapotoka msikitini anaweza toa zakatul fitri yake wakati hiyo. Naam, unaweza kwa sababu kama tunavyojua zakatul fitri inatolewa kabla salatu al-Eid.

fakaanama salla laila kullahu, au kama qala alayhi salatu wassalam, anayeswali pamoja na imam mpaka imam amalize swala yake, basi labda utakuwa umeswali to just one hour from uh, 8:30 to 9:30 tarawih na isha, ama one and a half hours mpaka 10. Lakini Mtume asema ikiwa utajikaza na uswali swala yako na imam mpaka umalize, basi unaandikiwa ni kana kwamba umeswali all those hours mpaka alfajiri napoingia ni ajiri kubwa sana. Kwa hivyo ni afadhali Muislamu aswali tarawih yake amalize pamoja na imamu, kisha atakapopata wasaa mwingine nyumbani, unataka kuswali swala zingine well and good, unaweza ukaendelea kuswali kwa sababu swala za usiku hazina kiwango. Mtume amesema salatulaili mathna mathna, lakini kwa usiku mmoja unaweza ukaswali witr mara mara moja. Kwa hivyo ukisha swali pamoja na imam, salatu tarawih akimaliza, ukienda nyumbani, ukipata nafasi nyingine, nawona na wataka kuendelea na ibada ya swala waweza endelea, lakini tu hauta swali witri nyingine. Kwa hivyo Muislamu akienda katika msikiti au msikiti ambao uko karibu na wewe yani, msikiti ambao unaswali raka 20. Jikaze, maliza raka 20, swali witri na imam alafu ondoka. Vivyo hivyo ikiwa msikiti unaswali raka 8 au zaidi, au less than that swali na imam mpaka amalize, ili uweze kupata bishara hii aliyotupa Mtume sallallahu alaihi alehi wasallam ya kujaliwa kuswali usiku wote. Barakallahu fika. <tiposicurna> Basi ikiwa hamna swali, mimi ningependa kuuliza ningependa kuuliza kwa wale ambao tulikuwa darasa kabla ya darasa tutajie hatua nne ambazo muislamu ako nazo anapokosewa. Four options that you have if anyone wrongs you and the best out of the four, inshallah utapata zawadi ukijibu hilo. The four options, the four options that we have

Tamam. Eee, dada yetu anauliza

Ya, ulama wanasema mtu akimis salatu al isha na aja msikitini na imam ashaanza salatu tarawih, unaruhusiwa kumjoin imam, unaruhusiwa kuingia katika swala usali na imam ikiwa nia yenu ni tofauti. Nia yako wewe ni kuswali salatu al-isha, na imam anasalisha salatu tarawihi. Tunaruhusiwa imam na maamuma nia yao iwe tofauti kama hii kesi. Kwa hivyo, ukiingia msikitini usiende kule kando kuswali, ingia na imam. Akishamaliza zile raka mbili za tarawih, wewe utasimama ukamilisha raka zako mbili za isha, alafu kuendelee na tarawih. ni jambo ambalo la ruhusiwa. Ni kama vile hawa ndugu zetu ambao wanaswali salatu salatu sala sahihi, au wana labda mtu anaswali sunna, kisha mtu mwingine anaingia anadhani ana anaswali salatu dhuhur asimame kando yake amswalishe. Kwa hivyo, ikiwa mimi nisha swali salatu dhuhur na swali sunna yangu, alafu mtu mwingine anaingia, anasimama kando yangu, anataka nimswalishe, anadhani mimi na swali dhuhur, hakuna haja ya kumfanyia hivi kama tunavyofanya kwa watu wengine wanavyofanya, una sheria hivi kuonyesha una swali sunna, there's no need. Wewe utamswalisha, una swali sunna yako, utaendelea na sunna yako kuwa imam na yeye anaswali dhuhur yake. Ukimaliza raka zako mbili, atasimama na akamilishe yake ya, ya sunna. Kwa hivyo mslamu, unapoingia msikitini, salatu tarawih imeendelea, unaruhusiwa wewe kuingia na kusali salatu tarawih salatu al-isha, ukimfuata imam, kisha ukamilisha raka zako mbili. Vivyo hivyo, unapoingia msikitini wakati mwingine, labda salatu al-asr imekupita, ujapata nafasi ya kusali mpaka wakati wa salatu dhuhur imekupita, mpaka wakati wa al-asr, unaingia msikitini, salatu al-asr ishaanza.

Ya aghalabu huwa mtu husahau kama amekosa rakaa, lakini unapopiga salamu, asalamu alaikum warahmatullah, alafu kuna mwenzako kando yako amesimama eh, mara nyingi mtu hukumbuka mara nyingi mtu hukumbuka na akasimama akakamilisha. Ikiwa hali ni kama hiyo uta kabla ya kutoa salamu utasujudu sajdatu sahwi. Ulikuwa umekosa rakaa moja, imam kusema asalamu alaikum warahmatullahi, unao pia, ukapiga salamu na imamu, lakini ah, mara ukagutuka ya kuwa nilikuwa nimekosea rakaa moja, ukasimama ukakamilisha, utasujudu ile sujudu asahwi. Lakini ikiwa mtu alikosea rakaa, amekaja akaja msikitini akaswali na completely akasahau bas tunaomba dua rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana. Ikiwa mtu amesahau, bi idhnillah Allah atamsamehea, lakini ikiwa mtu hajui, hiyo sio excuse, kwa sababu mtu hafai hafai tu kuswali anavona watu wanaswali. Muslimu anafaa kusoma ibada kabla ya kulitekeleza. Kwa hivyo mtu akiwa, wewe ukiingia ukiswali na imam, ima ni dhuhuru, umesali rakaa mbili tatu, bora umesali na, na, na, na imam swali yako iko sawa hiyo, halitakubaliwa.